Watu wanane waliokuwa wanakwenda makaburini kuzika pamoja na mwili wa marehemu wamenusurika kuteketea kwa moto baada ya ambulensi waliokuwemo kuwaka moto. Tukio hilo limetokea jana, Aprili 24, 2025 saa 5 kamili asubuhi eneo la Saateni, mkoa wa mjini Magharibi, visiwani Zanzibar. Akizungumza na Mwananchi, Mkuu wa operesheni wa kikosi cha zimamoto na uokoaji Zanzibar, kamishna msaidizi Haji Pandu Hamadi amesema hakuna aliyejeruhiwa zaidi ya gari hilo pekee. Amesema walipofika eneo la tukio walikuta moto ukiwa umeshadhibitiwa na wananchi. Gari hili yani ambulance, lilikuwa lijatembea umbali mrefu likiwa na maiti, wanakwenda kuzika. Dereva alisikia kitu kinapasuka, kisha likaanza kuwaka moto. hakuna aliyepata tatizo, alisema Hamadi, mwisho wakunuku. Mashuhuda wa tukio hilo wamesema walisikia kelele, wakakimbia kusaidia kuzima moto huo. Salama Mohamed Salum, mwalimu wa shule ya awali yani ya maandalizi ya Saateni iliyopo jirani na eneo hilo lilipotokea ajali hiyo, amesema namnuku, baada ya kuona kuna moto tulitoa mpira wa maji ili kumwagia maji, lakini tukaona haitoshi, tukachukua ndoo za maji kwenda kulimwagia kwa kushirikiana na, na wananchi wengine Amesema Salama, mwisho wa kunuku. Mwalimu mwingine wa shule hiyo Saidi Abdallah Shabani amesema, tulitoa msaada kwa kulimwagia maji gari lile ili lisiendelee kuteketea baada ya kuona hakuna msaada mwingine, mwisho wa kunuku. Dereva wa gari hilo Sheikh Jamal Multaza amesema maiti ilichukuliwa mbweni kwenda kuzikwa. Amesema walipofika eneo hilo ghafla walisikia mlio ulioashiria kuwa kuna hatari, Nanuku. Wakati tunatazama vitu vyetu na mfumo wa maji tukakuta upo sawa, lakini liliendelea kupiga alamu, iliashiria kuna tukio lingine linakuja. Ghafla tukaona moto kwa chini, tukazima gari na kushusha maiti. Tunashukuru wakazi wa, wa eneo hili wametusaidia kuuzima. Amesema dereva huyo. Amesema mtungi wa kuzima moto ni mdogo, wasingepata usaidizi, wasingefanikiwa kuuzima. Tunashukuru sana shule ya Saateni, wametusaidia maji kuzima moto na tumefanikiwa. Mwisho wa kunoku. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa mbalimbali kuhusiana na matukio yanayojiri ulimwenguni.